Hassan mgombea wetu wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu, na kipekee kiongozi wetu wa chama Mheshimiwa katibu mkuu wetu na meza kuu, itifaki ikiwa imezingatiwa. Assalamu alaykum, tumsifiwe Yesu Kristo. Yeah, yeah. Mheshimiwa, ninaomba nitumie hadhara hii kukupongeza sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukujalia kukupa afya njema, kukupa nguvu na zaidi ya yote kuwa tumaini la taifa letu kila siku na kadiri ya muda unavyozidi kusogea siku ya tarehe 29 Oktoba, upigaji wa kura wetu. Leo ningetamani kwa nafasi hii fupi niongee na makundi matatu. Moja, naomba kusema na wale wapiga kura wapya. Niko napitia kwenye takwimu, tunao wapiga kura wapya wasiopungua milioni sita ambao hawa ni vijana kati ya miaka kumi na nane mpaka miaka thelathini na nne. Wapiga kura hao hawa wapya ni kwa mara ya kwanza wanaenda kuandika historia si tu katika taifa lao, lakini pia katika maisha yao ya kumchagua rais kuchagua mbunge na kumchagua diwani. Nimekuja kuwaomba vijana wote ambao wamejiandikisha takriban milioni sita, mtoke tarehe 29 kwenda kupiga kura ili muwe sehemu ya historia ya maendeleo ya taifa letu. Lakini pia, mheshimiwa mgombea wetu, kundi la pili, tunao watu ambao si wapiga kura wapya, walishapiga kura mara ya kwanza Nawezekana washapiga kura mara ya pili. Ninaomba kuambia uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ni uchaguzi wa kihistoria wanapokwenda kupiga kura tarehe ishirini na tano tarehe 29 2025 wajua wanaenda kuandika historia ya ukombozi wa mwanamke kuwa kiongozi ndani ya taifa la Tanzania. Usiwaze tu kwamba unaenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Waza mtoto wako aliyoko nyumbani mwenye ndoto ya uongozi. Ukiona hiyo tarehe ishirini na tisa, jua unaenda kutengeneza historia ya kumpa ujasiri mtoto wako wa kike kuwa kiongozi wa taifa hili. Waza hiyo siku, ujua ya kwamba unaenda kumpa historia shangazi yako, unaenda kumpa historia mama yako. Yawezekana pia unaenda kutengeneza mkeo kuwa kiongozi mkubwa wa taifa hili kupitia historia inayoandikwa na Daktari Samia, lakini pia Mheshimiwa mgombea wetu, wako watu walienda kujiandikisha wapate kitambulisho cha mpiga kura, wakiwa hawana ndoto ya kupiga kura. Naomba niseme na wewe pia leo, hebu tafakari kodi ya Watanzania, iliyoweka mamlaka za kiserikali chini ya tume yetu, wakaamua kuweka vituo vya kuandikisha, ikatumika gharama ya mashine mpaka na kamera kukupiga picha. Unapoacha kwenda kupiga kura, umeamua kulihujumu taifa lako, kwa sababu hiyo pesa ni ya Watanzania na hicho kitambulisho kazi yake ni kupiga kura tu. Ninaomba ni, ni kusihi na kukuomba kama unataka usiwe sehemu ya wahujumu uchumi, basi tarehe 29 Oktoba ujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Naomba kumalizia, Mheshimiwa mgombea leo kama kawaida tumeamka saa kumi na mbili tukaingia mtaani nimepita kwenye mitaa mingi lakini nimemalizia mtaa pale Mbagala mwisho. Mheshimiwa, nimekuta vijana wengi wanafanya biashara, wamejipanga, wameniambia akamwambie mama alale usingizi, Oktoba 29 tunaenda kutiki, na wala hatutaacha kwenda kumpigia kura, na sababu wanazo za kutosha. Lakini moja ya kazi kubwa anayoifanya ambayo leo hii wajane wa taifa la Tanzania wanakufurahia wewe ni pale ulipoamua kuingia kazini na kuibadilisha sheria ya mirathi na kupunguza muda wa kufuatilia kesi zao. Wajane wana matumaini ya kwamba wana uwezo wa kupata mali zao ndani ya muda mfupi chini ya uongozi wako. Na hivi tunavyoongea mheshimiwa, Temeke hapa ndipo ipo mahakama inayosimamia kuhakikisha kwamba haki za watu wote waliopoteza waume zao na wake zao zinapatikana ndani ya wakati na mwisho mheshimiwa, nina fahamu ya kwamba kesho unaenda kufunga kampeni za Zanzibar, na sisi vijana wako ambao tumetokea Arusha tunajisikia fahari kuzunguka na wewe, kukuombea kula kwa kazi uliyoifanya. Tuna ujasiri wa kutosha kuingia kila kibanda, kuingia kila soko, kuingia kila stendi na kuambia watanzania wapige kula. Niwaombe viongozi wote wa dini, viongozi wa madhehebu yote, na nimefurahi pia tunaye kiongozi wetu wa machifu hapa. Niwaombe viongozi wote, tuwahimize Watanzania kuilinda na kuitunza amani, na tufahamu ya kwamba uchaguzi huu ndio unatoa nafasi ya kuleta maendeleo ambayo Daktari Samia ameahidi kwa Watanzania kwa miaka mitano. Baada ya kusema hayo, naomba wanatemeke nione mikono yenu na wana kigamboni Wangapi wananiahidi wanaenda kumpa kura Daktari Samia tarehe 29 Oktoba? Mheshimiwa, Mungu akulinde na akutunze na kusudi alioliweka ndani yako akalitimize kwa mapenzi mapana ya Watanzania asante.